Ndivyo ilivyofanya emungu haka kwa mtumishi wako mchungaji Joshua Laizer ambaye ni kupendeza Mungu akaweza kupata daraja hili kubwa na la heshima la uzamifu katika elimu. Baba, tumekusanyika hapa kusema asante, na tunakuomba kwa mtumishi wako huyo, katupe mfano wa kuendelea kuheshimu wewe na kufanya kazi zetu na huduma yetu kwa uaminifu na kwa bidii. Jina lako litukuzwe Mungu, wala tunala kurudishia zaidi ya kusema wewe ndiwe Mungu utendaye makuu. Basi tukaye, wapendwa, mcha Bwana ni chanzo cha hekima, na wote wa hayo wana akili njema. Leo tumekusanyika katika ibada hii kushuhudia na kushukuru pamoja na mwenzetu ambaye Mungu imependeza akampa daraja la juu kabisa katika ngazi za kitaaluma linaloitwa daraja la uzamivu, na yeye sio mwingine, ni yule aliondoka hapa nyuma iliyopita akiitwa mchungaji Laizer, na amerudi akiitwa mchungaji Dr. Joshua Laizer. Injili iliyohubiriwa kule eneo la Masaini numeutu kule enzi hizo, na aliyekuwa mchungaji mkuu wa jimbo, Mchungaji Joseph Masawe hayati kwa sasa, huyu alisikia wito wa Mungu ndani yake ndipo akamfuata mchungaji Masawa na kumwambia nataka niwe mtumishi wa yeah, Mungu nataka niwe mwinjilisti. Ndipo mchungaji kuwajiba wakati ule akaweka utaratibu wa kumleta chuoni Mwika, walimu walipompokea na elimu yake na uwezo wake wa kitaaluma hata pasipo kujua mambo mengi kuhusu huyu Mungu ni Mungu wa namna gani, lakini akawa mcha Mungu na moyo wake ukatafuta kujua zaidi juu ya huyu Mungu, huyu ni nani? Ndicho kilichomleta Mwika. Kilichoshangaza walimu wengi tuliokuwepo pale wakati ule. Pale walikuwepo na watu wanamaliza kidato cha nne, wengine kidato cha sita na hivi na wengine, lakini tuliona uwezo mkubwa sana wa huyu mwanafunzi aliyeitwa Joshua Laizer kuweza kujifunza kwa haraka mno, upesi mno, akawa anashika sana ndipo hapo wengine tulianza kuona kwamba kuna kitu hiki cha ziada ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu huyo. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Yeye mwenyewe anakiri mara nyingi. Unajua ni mtu wa vichekesho, mtu wa utani, lakini utani wake kila wakati unakupa kutafakari. Alikuwa anatania kwa wakati ule, nilipoingia pale chuoni, nilikuwa na mchungaji Mjerumani anaitwa Kinoti, alimuuliza hebu sema siku ya kwanza Mungu aliumba nini? Aliumba kitu gani? Unajua naye na alimjibu nini? Alimwambia siku ya kwanza mimi sikuwepo. uti akarudi kwenye tulite, akarudi kwenye kipindi cha chai cha walimu akasema, kuna Masai mmoja anahekima sana, anahekima sana kutokana na moyo wake kutamani kumcha Mungu, ndipo Mungu akamwambia, na hapa likatimia ile neno tu la nabii Yeremia mlango wa 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu, usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Ni nani angelidhani hata yeye mwenyewe kwamba itafika siku, miaka siyo mingi, huyu ambaye kwanza anaangaliwa awe mwinjilisti kwamba kuna siku ataitwa daktari wa falsafa?

watu wa usharika huu wa Karansi mtathibitisha na kuungana pamoja na mimi kwamba uwezo wa mchungaji Laizer, ubunifu wake mkubwa, bidii yake Hakika Mungu ametambua mchango wake mkubwa katika njia. Siku moja tulikuwa tunataniana, kuna wakati alipotuleta hapa kwa ajili ya kwa ajili ya ufunguzi wa ile shule ile pale ile, mke wangu mama ndiye aliniambia huyu, hey, kijana uyu chungaji mbona anafanya kazi nyingi kubwa nzuri kuliko hata watu waliosoma sana? Gawambia mama huyu, ujui siri ya Mungu, ujui siri ya Mungu. Mungu wenyewe wangetegemewa anaweza atu, watumia hawa wanaonekana wadogo wasiojua kitu akafanya kazi kubwa sana katika huduma yake, na ndivyo alivyofanya kwa huyo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe! sasa <clears throat> Sasa mimi siko hapa kuhesabu kazi nyingi ambazo mchungaji Laizer ilichokona ni, ni moyo wake ni bidii yake, na kuishia katika ushirika huu, lakini uliweza kumuona saa zote anaangaika namna gani ni uweze kuiendeleza jamii na sio jamii yangu tu ya, ya Masai, najua umefanya kazi kubwa katika hilo, na kwa kweli ndugu zangu kutoka Naisinya, ndugu zangu kutoka kule Nomeuti mnaelewa kazi kubwa ambayo Mungu amemwezesha mchungaji huyo kufanya, na sisi tunamrudishia sifa na shukrani Mungu wetu. <coughs> Uwezo mkubwa katika kusuluhisha, katika kuelimisha Niongoza ikiwa msaidizi wa askofu wakati ule kuweza kuwa na uelewa wa karibu zaidi wa jamii ya Maa. Kati ule nakumbuka, uliniunganisha na, na Ole Ndoko akisha kuwekewa ule wito wa uchungaji ndani yake, alitumia vipawa vyake vyote hivyo kwa ajili ya kuwaleta wengine kwa Kristo na kupeleka Injili ya Kristo kweli kweli kwa watu wake na hata watu wa jamii nyingine. Sisi tunampa Mungu sifa na gaza kwa maneno nimesema moja, unapofanya kwa moyo na kwa bidii na ukatumia maarifa Mungu aliyokupa, kwa sababu unamcha yeye, basi yale unayoyafanya Mungu anayaona. Lakini si Mungu tu peke yake, hata wale wako watu wako pembeni wanaona hawanaangalia na hii ndio siri. Watu wanauliza imekuwaje, huyo amekwenda chuo gani kwenda kusoma? Ndio anaenda kusomea hiyo uzamivu wa anasomea miaka mitano, lakini huyo, wale waliofuatilia kwa karibu wakatazama kazi zake na matunda ya kazi zake kwa kanisa na kwa jamii kwa ujumla, wakasema hakika, mtu huyu anastahili kupongezwa. <laughs> Ndipo likazaliwa wazo hilo. Huyo alianza kuitwa dokta hata kabla ya kutunukiwa udaktari li anastahili kwa kazi hizi, kwa bidii zake anastahili kupokea udaktari wa heshima. Udaktari wa heshima unaweza kupewa kwa kazi ulizofanya katika jamii, lakini kwa kuwa mchungaji Laizer hakufanya tu bali kuna mambo mengi ameandika, na ningewashauri ndugu zangu Wamasai, lakini na wengine yote anayetaka kujifunza mila, desturi, historia ya Wamasai na namna ya kutafsiri sasa katika mazingira haya ya Ukristo, sasa hivi utafute maandiko ya huyu mchungaji ameandika na hicho kikachochea zaidi wale waliomtazama kwa karibu, kwamba hatutakupa tu kwa heshima, lakini kazi ambazo wamefanya tutachukua sehemu tu, na hii kwa msaada sasa wa wanataaluma wagobeu kama kina dr Kweka hapa naona hapa naona huko hapa na daktari mwingine bila leo tutadai yule kuleta kwangu eh, Ezekiel kwamba unaweza ukaandika kitu na hiki kikafaa kabisa kuweka mbele ya maprofesa kama dissertation. Unaitwa dissertation au tasnifu anaweza anaweza kuniambia Kiswahili cha tasnifu ya uzamivu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na katika Mithali anasema, mtu mcha Mungu anakuwa sio na maarifa tu, bali anakuwa na hekima.

u kwamba hii heshima uliopata ya udaktari wa falsafa kakutie moyo zaidi uendelee kumtumikia Mungu zaidi ulitumikie kanisa lake zaidi na jamii kwa ujumla, <coughs> na sisi wengine kwanzia watoto hawa ambao unawalelea hapa kuwapatia elimu na vijana wengine na wachungaji wengine, kwa wachungaji hapa wamekaa na hiyo Biblia kwanza, unafikiri watasema ndio wameshafika? Kila mmoja anajua kwamba anajua namna anavyotumia. Hatutafuti wote kufanana na mchungaji wa Mtalaiza, si ndio hivyo? Lakini wale ambao kuna msukumo huko ndani yenu, usiache kutumia kwa sababu Mchungaji Dkt. Laizer ametuonyesha kwamba inawezekana, na wainjilisti ee, alikuanzia inawezekana. Oh. Basi mimi nimalizia hapa kusema mchungaji, endelea kumwita huyu Mungu kwa sababu anasema atakuonyesha mambo makubwa makubwa, maku, usiwe bado, Mungu anapenda kukutumia Niwashukuru sana wale ambao walimsaidia kumtia moyo, kumwombea katika upande wa taaluma, lakini katika upande wa utumishi wake. Mama mchungaji dokta, uko hapo hebu, simama pale ulipo. Pigeni huyo mama makofi. Ha, lakini najua sio kwamba wameanzia hapo. Wamekuwa wakitembea na wewe katika huduma nyingi hizi ambazo umezifanya katika usharika huu wa Karansi na mitaa yake, kina Mosha na mzee Muro pale, usimameni tena.

utulivu katika chuo kikuu cha St. Paul kule Limuru, Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda leo nikiwe tutaenda kufanya huko kwenye kwenye hiyo hiyo sherehe. Itoshe shajazo maarifa haya, tuna Mungu anatupa uwezo na uwezo wenyewe ni uwezo ambao utasaidia katika kuleta mabadiliko katika jamii, katika huduma ya Mungu kwa watu wake. Mungu akatutumia hivyo. Wako ambao bila kumcha Mungu ndio anaweza kujipatia maarifa na elimu ukitazama sana maarifa yale bila hekima, ufahamu wao hata wahali ya juu namna